Haleluya, karibu sana hapa kwenye mafundisho. Nataka nikufundishe leo moja ya kitu ambacho kinaweza kikakufanya mungu akakuacha. Yes, moja ya kitu ambacho kinaweza kikakuacha kiurahisi sana, na nisikilize vizuri, na itakusaidia sana. Moja ya tabia ambayo ni ni ni ni, ni, ni ni obvious, ni rahisi sana mungu kukuacha, ni tabia ya kujitetea mm. Yaani ukiwa nayo hii, inabidi uishinde. Kujitetea maana yake nini? Kujitetea ni pale ambapo una kila maonyo ambayo unapewa, unaona yana upungufu, kwamba yani kuna kitu kimepungua, unaona kama una- unasingiziwa. Ukiona nakwambia hiki, unasema ni kweli nilitoa mimba, lakini baba yake alinikataa. Yaani unatumia dhambi kama kisingizio cha kujitetea. Mungu aelewi, Mungu hawezi kuelewa pale ambapo naitumia dhambi kama kisingizio kwamba nilitoa mimba kwa sababu baba yake alinikataa. Ni kweli kukataliwa na baba mtu ilikuwa mbaya, lakini haikuwa sababu ya wewe kufanyaje? Kumuua huyo mtoto. Sababu yoyote ambaye ni uovu haiwezi kutumika wewe kujidefend. Watu wengi wanaojitetea ni watu ambao wako tayari kutumia uovu wao kujitetea. Umenielewa, kwamba niliiba lakini kwa sababu gani? Nilikuwa na njaa, ni ili nikale. Mungu anachukia watu wanaojitetea, na ngoja nikwambie kilichomfanya Sauli aachwe na Mungu na ufalme wake uishie pale, ni kwa sababu ya kujitetea yes. Kwa sababu ukisoma ile Samueli wa kwanza kumi na tano anzia moja, Samueli wa kwanza sura ya kumi na tano anzia mstari wa kwanza utagundua Mungu anampa maelekezo sawa. uh, Samueli aende, I mean, Sauli ambaye ni mfalme aende akapigane na Waamareki na Samueli wa kwanza kumi na tano tatu inasema basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyonavyo, wala msiwaachilie, bali wauweni wa wa mwanamme na mwanamke mtoto naye anyonyaye ngombe na kondoo, ngamia na punda. You see, alisema nini? Alisema kuharibu vitu vyote walivyo navyo wa Amareiki. Mungu anatoa maelekezo kama haya. Sasa wazee wa kujitetea, alichokifanya ni nini? Moja ya tabia ya mtu ambaye anasumbuliwa na tabia ya kujitetea au roho ya kujitetea huwa wana wanakuwa wana they think wana akili sana. Yaani ni wajuaji. Okay? Ni wajuaji. Ndio maana ukimwambia hivi ataona hiki. Ukimwambia hivi ataona hiki. Unaona hapa, Sauli aliambiwa aue kila kitu. Yeye alichukua kondoo na ng'ombe, akasema anaenda kuwatolea, kumtolea Mungu. Na alipo Samueli, anashangaa anapokutana na Sauli anasikia sauti ya ng'ombe na nini? Na kondoo. Akamuuliza, wao umetoka wapi? Jamaa akasema nimeamua kuchagua alionona nije nimtolee Mungu sadaka. You see? Anaanza kujitetea. Lakini hasa Mungu alimpa maelekezo gani? Anaanza kujitetea kwamba sio jambo baya, sio jambo baya. Ngoja nikwambie, Mungu akisema fanye hiki, we ukafikiri kuna namna nzuri zaidi ya kufanya, umemkosea. Mungu akikupa maelekezo nenda kampe yule mtu elfu ishirini, ukaenda kumpe elfu thelathini, umekosea. Umenielewa? Yes, utii ni bora kuliko sadaka. Utii ni bora kuliko hicho ulichofikiria. Una tofauti na, na, na, na, na Sauli. Umenielewa? Yes, Mungu akisema nenda kampe yule mtu laki mbili, ukaenda kumpa laki moja, umeshaenda kinyume naye. Laki mbili, ukaenda kumpa laki tatu, umeshaenda kinyume. Don't think wewe ni genius. Umenielewa? So, hapa ndiko kilifanya, hii ndio ilikuwa mwanzo wa anguko, sawa eh? Mungu akamkataa Sauli, umeelewa eh? Akamkataa Sauli. Kuna watu ambao akisikia hata mafundisho kama haya, wala simjui na hajawahi kuniambia chochote, akisikia una kitaja kitabia tu cha kwake anakuja chini, sawa mtumishi, lakini lakini mimi wala sikuwazaga hivyo nilifanyaga hivyo lakini mimi lakini mimi ni watu wa lakini lakini anatafuta kisababu cha ja kujitetea. Mtu wa namna hii akienda mbele za Mungu, Mungu anaonaga mtu mwenye kiburi. Remember, wenye kiburi siku zote anawashusha. Ukishaona una tabia kujitetea tetea. Wazazi wako wanakwambia hivi na hivi na hivi. Sawa mama, lakini mimi nilikuwa nafanya tu siku ile ile, sikujua ni alama ya kiburi kilichojificha, akijamua tu kujifichua kikitoka nje ni hatari. Amen. So najaribu kukufundisha hii, kusaidie kuna watu hata una, unakuta mtumishi wa Mungu yuko anazungumza kuhusiana na tabia fulani, labda na wewe unayo, alafu unakuja unafikiri, sijui umeongea naye lini, unaanza kujitetea inbox ni kweli, lakini mtumishi, mimi wala sikufanya hivyo kwa sababu... Sikiliza, yani kama una hiyo tabia, ukinisikiliza tu utajua unayo. Ni kujitetea kila kitu. Ukimkosea mme wako, "sawa, nimekosea, lakini wewe ndio ulisababisha." Sawa lele, lakini, lakini, lakini. Hawa ni watu ambao hawanaga msamaha pia, hawa ni watu ambao hawanaga msamaha. Yani, hawa ni ngumu sana hawaombagi, I mean, msamaha ni ngumu sana kuomba msamaha, kwa sababu msamaha wake unakuwa hauko lili. Huyu hata akipiga magoti kuomba toba mbele za Mungu, kwenye ile toba hawezi akajuta, ataona kuna sababu iliyomfanya afanye zile dhambi. Kwa hiyo atajiona kama vile hapaswi hata kupiga magoti kutubu, na mtu ana namna hii ni chukizo mbele za Mungu. Sema amina kama unanielewa. So ni, ni vyema sana ukashindana na hii tabia. Usipoishinda hii tabia utajikuta ume, unaishi mbali, utajikuta una, una uadui na Mungu usiojua umetokea wapi. Sema amina kama unanielewa. Haleluya, sema amina kama unanielewa. Hiki kitu kikusaidie kuelewa, omba Mungu aondoe roho yoyote, kwa sababu inaweza kawa imesha komaa imesha kuwa roho, sio tabia tena. Okay, sio tabia tena. Hapa ndo utakuta kwenye madhabahu kule unafundish, unafundish, na nafundisha mtu anakufuata inbox. Ulichosema ni kweli. Lakini mimi sasa niliwahi kufanya unajitetea nini, my friend? Unajitetea for what? Maana yake kuna kaheshima unataka kukatunza. Na mbele za Mungu naenda nako hivyo hivyo na kaheshima kako. Unajitetea tetea nili, nilitoa mimba lakini baba wa watoto aliniacha. Hiyo sio toba. Mungu hawezi kukusamehe. Toba yoyote ambayo ndani yake na kujitetea haipokelewa na Mungu. Yes, ndio maana natakuwa ku, ku, ku, ku, kujifunza Kuto kujitetea. Kama umenisikiliza na umenielewa Mungu akusaidie sana, nikutakie siku njema. Naomba nikuombee, naomba nikuombee. Najisikia kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa rehema, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu Naweza ukasali hii sala fupi, sema e Bwana Yesu, natubu dhambi zangu na uovu wangu wote, ninaomba unirehemu siku ya leo. Nakataa roho ya kujitetea, ninakataa maagano na kila mikataba ya giza. Nakiri kuwa wewe Yesu ni Bwana na Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo naiamini kazi ya msalaba. Amina. Weka mkono kwenye kifua. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neema hii, malango ya masaya. Ninaamuru kila roho ya kujitetea roho ya kiburi iliyokaa kwenye moyo, toka, achie huyo mtumishi wa Mungu. Ondoka mwachie. Ondoka mwachie kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka, achia roho ya kujitetea. Ondoka. Achia huo moyo. Ondoka, achia ufahamu wake. Nabidisha damu ya Yesu kwenye ufahamu na moyo. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Roho ya kujitetea. Ondoka kwa jina la Yesu. Nafuta hiyo roho, nafuta hiyo tabia iskae tena kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. radiko paradia mahaze keteli katika jina la Yesu. Thank you Lord, thank you Jesus ale